Somo: kutembea katika mwanzo mpya, kutembea katika mwanzo mpya, kutembea katika mwanzo mpya. Tutasoma kutoka katika kitabu cha Isaya sura 43 mstari wa 18 na ule mstari wa 19. Biblia inasema Msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani. mstari wa 19, anasema tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka, je hamtalijua? sasa nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Kwa ukiangalia ile andiko inatuonyesha kwamba Mungu huwa kuna wakati anaruhusu majira mapya na mwanzo mpya kwenye maisha yetu. Na ukisoma Biblia yako utagundua sio mara moja au mara mbili, Mungu anarudia kitu kingine ambacho alikwisha kukifanya. Kwa mfano, tunafahamu Mungu aliumba mara moja, lakini kuna wakati alifuta watu wote duniani akabaki na Nuhu, akaanza upya. Kwa hiyo ni kawaida kabisa Mungu kuanza vitu vipya katika maisha ya watu. Ziko sababu tutaziona kwa nini anafanya hivyo, ziko fursa zinazotokea Mungu anapoanzisha kitu kipya katika maisha yetu. Yako mambo ambayo tunatokea tuyajue tunapokuwa tunaanza majira au vitu eh, mwanzo mpya katika maisha yetu. Sasa swali la msingi la kujiuliza la kwanza ni kwamba kwa nini tunahitaji kuwa na mwanzo mpya na hapa nikisema, nasema kwenye level zote. Kwa nini tunahitaji kuwa na mwanzo mpya? kuna wakati fulani Mungu alikuwa anazungumza na Musa akamwonyesha kwamba anaweza kuondoa taifa zima na akalitengeneza upya. Kwa ni kawaida kabisa Mungu kutaka mwanzo mpya katika eneo fulani la maisha yetu. Sasa kwa nini ni muhimu sana kuelewa na kufahamu kwamba kuna wakati katika maisha yako utalazimika kutembea katika kipindi unachoanza upya kwenye sekta mbalimbali za maisha yako? Nitakupa w sababu kadhaa, alafu tutaenda kuangalia maeneo ambayo Unaweza ukawa na huo mwanzo. Cha kwanza, kwa nini unahitaji mwanzo mpya? Kwa, kwa sababu kila majira mapya ya maisha yako yanahitaji mwanzo mpya, kila majira mapya ya maisha yako. Na Biblia inatueleza wazi kwamba katika maisha ya mwanadamu kuna majira na kuna nyakati. Kitabu cha Mhubiri sura ya tatu mstari wa kwanza anasema kwa kila jambo kuna majira yake, na kwa kila kusudi kuna nyakati yake ambayo inatokea maana yake ni kwamba majira yako yanapobadilika kwenye maisha yako, kuna kitu kipya au mwanzo mpya unatakiwa utokee katika eneo fulani la maisha yako, na unatakiwa ujue kwamba wewe kama mwanadamu unatembea katika majira mbalimbali mbali. Maisha yako yamewekwa katika majira mbalimbali. Ndio maana mwaka unapoanza kikalenda tunasema ni majira mapya ya maisha yetu, lakini wewe binafsi kwenye maisha yako inawezekana kabisa majira ambayo wewe unatembea sasa hivi na majira ambayo mimi ninatembea sasa hivi ni majira tofauti sana. Inawezekana kwangu mimi Januari ni mpya kikalenda lakini ni mwendelezo wa majira mengine ambayo Mungu alishafanya. Kwa sio kila mwaka unapoanza we unaanza majira mapya kwenye maisha yako. Kwa sababu sio kila majira yanaanzishwa na kalenda. Kwa hiyo, cha kwanza cha kuelewa ni kwamba Mungu ana lazima akupitishe kwenye mwanzo mpya kwa sababu unapitia katika majira fulani mapya ya maisha yako. Hayo majira yanawezekana yakawa kwenye kazi yako, majira mengine ya kiuchumi, majira mengine kihuduma, majira mengine kwenye biashara unayofanya, kwenye eneo lote la maisha yako. Kunapokuwa na majira mapya maana yake kuna mwanzo mpya utatokea kwa maisha yako. Na ndio maana ukimwangalia mtu kama Yusufu utagundua kwamba katika kila majira ya maisha yake alikuwa na kitu kipya anaanza. Ametoka kwenye familia yake, akaenda kwenye majira ya kuwa kama mfanyakazi wa ndani, houseboy. Ametoka hapo akaingia kwenye majira mwingine kama mfungwa. Akatoka hapa akiingia kwenye majira mengine kama mfanyakazi wa ikulu na mtu mwenye mamlaka kubwa katika nchi ya Misri. Kwa maana yake ni kwamba kwenye kila majira ambayo Mungu anakuintroduce kwenye maisha yako au anakupeleka kwenye maisha yako, kuna mwanzo mpya. Sasa kila mwanzo mpya mpya mpya unahitaji ufahamu mpya ili utembee katika huo mwanzo mpya. Sasa usipoweza kuelewa kwamba niko kwenye mwanzo fulani mpya ambao Mungu amenipatia, maana yake utaishi kama zamani, utafanya kama zamani na utapata matokeo kama ya mtu wa zamani. Ndio maana kwa Biblia tuliosoma, ule mstari anasema tazama, nafanya jambo jipya, au utaliona linachipua, ulioni? Maana yake ni kwamba kuna possibility kubwa sana, Mungu akawa anafanya kitu au anakupeleka kwenye msimu fulani au majira fulani ya maisha, kuna wewe usijue kama tayari umeshaingia katika hayo majira. Jambo la pili, kwa nini ni muhimu kuwa na mwanzo mpya, ni pale unapoenda kwenye kiwango cha juu cha maisha yako. Unapoenda kwenye kiwango cha juu cha maisha yako kwenye kila kiwango ambacho Mungu anakubadilisha, anapokutoa kiwango kimoja akakupeleka kiwango kingine, anatengeneza mwanzo mpya wa maisha yako, anafungua ukurasa mpya wa maisha yako. Kwa kila wakati kunapokuwa na change of levels, unabadilisha viwango kifedha, unapotaka kubadilisha viwango, maanake kuna mwanzo mpya Mungu anatengeneza. Unapotaka kubadilisha viwango kitaaluma kuna mwanzo mpya Mungu anautengeneza. Kwa hiyo kila wakati unapofanya mabadiliko, unapofanya transition, unatoka kwenye level moja unaenda level nyingine, lazima kuna mwanzo mpya Mungu anakuwa anautengeneza kwenye maisha yako. Jambo la tatu, unapogundua mwelekeo mpya wa maisha yako, unapogundua kuna mwelekeo mpya wa maisha yako. Kuna wakati kwenye maisha utatembea katika mwelekeo fulani Alafu ghafla Mungu atakupa mwelekeo mwingine wa maisha yako. Anapokupa mwelekeo mpya wa maisha, maana yake anakufanyisha kuwa na mwanzo mpya katika kitu kingine kipya. Maana yake maisha yako uliyokuwa unaishi zamani yatakuwa tofauti kabisa na yale ambayo utakuwa unaishi wakati ule wa mwanzo mpya. Jambo la nne ni kwamba pale unapokuwa umepoteza ulichokuwa nacho, unapokuwa umepoteza ulichokuwa nacho. Wakati wote ukipoteza kitu ambacho ulikuwa nacho tayari mkononi, umepoteza kazi, umepoteza mahusiano, umepoteza fedha, umepoteza uaminifu, Mungu atataka kukupa mwanzo mpya katika kile kitu ambacho na unataka kukifanya upo. Kwa wakati wote unapoambatana na loss kwenye maisha yako, ndio maana Ayubu alipopoteza kila kitu alitengenezewa mwanzo mpya tena kuliko ule ambao alikuwa nao. Jambo la tano Unapogundua wito mpya kwenye maisha yako, unapogundua wito mpya kwenye maisha yako. Kuna wakati utakuwa kuna kitu unakifanya, unakiishi, unaamini ni cha kwako, ndio unaamini mwelekeo ambao Mungu amekupatia. Lakini kuna wakati Mungu anajifunua kwako, anakuambia kwamba pana, huku sio mwelekeo ulikuwa unataka, kuna wito nataka nikupatie, kama ilivyotokea kwa Musa. Ameishi kwa miaka 40 jangwani, anaamini hiyo ndio kazi yake mpaka atakufa. Ghafla Mungu anamtokea anamwambia, hapana kuna assignment mpya nimekupa, nataka nikupe mwanzo mpya. Kwa Mungu anapotaka kuweka kitu kipya cha kihuduma, mission mpya, calling mpya ndani yako, huwa anakutengenezea mwanzo mpya. Na namba sita, unahitaji kuwa na mwanzo mpya. Mwanzo mpya unatokea pale unapokuwa umekosea. Unapokuwa umekosea, umemkosea Mungu, umeenda mbali na uwepo wake, umefanya kitu ambacho hakutaka ukifanye, umekosea katika kutembea kwenye wito wako Umepoteza ukaribu wako na Mungu, umepoteza maono ambayo Mungu alikupatia. Unapokuwa ume mess up katika maisha, vitu haviko sawa, Mungu siku zote atataka mwanzo mpya katika maisha yako. Sema amen kama unanielewa. <laughs>